Niliolewa nikiwa kasichana kadogo, na si kwanga, najua kwa ndoa watu wanafanyanga tabia mbaya kila siku. Story time sasa. Mimi mamangu alikuwa amenituma chumvi kwa duka. Sio, nikawa tu natembea kwa barabara polepole tu, mimi kasichana kadogo nikasikia mtu amenifanyia hivi. Nikasimama nikaangalia nyuma, nikaona mtu amevaa Marvin Mavinia Black na nguo ya Manchester United, nguo ya vijana wa Man U. Nikasimama nikasema, ah, acha ningojee huyu mtu anataka kuniambia nini. Ni, nikasimama huyo kijana akakuja akanisalamia, mrembo mambo. Nikamwambia niko poa. Alafu ni yule Muluya, eh, Kiswahili ya Kiluya kabisa. Ile accent. Mrembo mambo Ki ni, nimekuona tu, roho yangu ikasema siwezi nikakupitako hapo tu, yani nimeona tu ni mrembo umeweza. Alafu hapo nilikuanga na kamwili kazuri tumatako tulikuwa, sikuwa nimechokoro chokora na wanaume, sikuwa nimezaa bado, nilikuwa tu kasichana kale kenye. Mwanaume akiangalia aki hivi anasema eh, hii mali ni safi. Safi. Sasa huyo kijana kanirushia mistari. Ah, akaniambia aki kwetu kuna miti ya avakado mingi. Sasa hii nimeivisha avakado gunia mbili, mm, mimi natoka ile ngambo, nikasema nikupea. So nikaanza kufuata huyo kijana, nikamfuata nikamfuata nikamfuata, nika nika naendea avakado, aliniambia meivisha gunia mbili. Sasa kufika kwa nyumba ya huyo kijana, na ilikuwa nyumba ya nyasi na kulikuwa nye kunanye, kulikuwa kuna nyesha. Sasa huyo kijana venye niliingia kwa nyumba, kukaanza kunyesha. Huyo kijana kafunga hiyo kwekilia tunaitanga simba, kafunga hiyo nyumba, kafunga mlango. Siku hiyo nilikuwa nimelala na mwanaume, so huyo kijana akanifungia kwa nyumba. Sasa tuka uh, tukafanya tabia mbaya, ilikuwa ni uchungu mpaka damu ilito, ilitoka. Ay. Sasa tumedinyana na ni usiku na mama yangu alikuwa amenituma chumvi, nikasema, sitarudi nyumba sitarudi oh, nyumbani waje nikae kama bibi. Sasa huyu mm, kijana mm -hmm. akaenda akaleta aka ugali na, na mboga inaitwa mito hey, mitomboga ingine ya Kiluya hey, so, kijana akaleta ugali na tumboga tukakula. Hiyo stori ingine tutaendelea baadaye.